Sasa ndugu zangu wa Njombe na Watanzania sote tunajua kwamba mwaka huu ni mwaka ambao tunaenda kutimiza lengo letu la chama la ibara ya tano ibara ndogo ya kwanza ya kushinda chaguzi zote, na hapa nikiri wazi nikupongezeni sana mkoa wa Njombe, wilaya ya Njombe na wilaya nyinginezo Maandalizi ya uchaguzi nyinyi mliyaonesha vizuri katika uchaguzi wa serikali za mitaa kwa kukipa kura Chama cha Mapinduzi kupitia wagombea wake za kishindo na nyingi, mpaka nyingine zikamwagika. Asanteni sana. Sasa lengo la kushinda uchaguzi wowote sio lengo la Chama cha Mapinduzi peke yetu, lengo hili linakuwa ni lengo la chama chochote kilichoanzishwa ulimwenguni. Na chama chochote cha siasa ambacho hakifanyi jitihada ya kutimiza lengo hili la kushika madaraka au kushika dola, chama hicho maana yake hakifai kuaminiwa kwa nafasi yoyote katika uongozi. Lakini chama hicho pia maana yake kinakosesha wanachama wake haki ya msingi ya kuchagua na kuchaguliwa. Hapa na maana ya kwamba nimepokea malalamiko kutoka kwa vijana wenzangu juu ya kunyimwa kwa haki yao ya msingi ya kuchaguliwa, na wamenipa malalamiko hayo kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa vijana wote hapa Tanzania. Wameniambia wao wameniambia wow, wameumizwa na kitendo hicho, lakini wapo tayari kushiriki uchaguzi kwa kupiga kura kwa viongozi watakaoweza kuwaletea maendeleo katika maeneo yao. na wameweka wazi, wanajua vyema kwamba wanazo haki na wanao wajibu wao kama Watanzania. Sasa wameniambia kunyimwa kitendo cha kupiga kura au kuambiwa kwamba wasiende kupiga kura huko ni kunyimwa haki yao ya msingi wao kama Watanzania, na hawapo tayari kwa jambo hilo. Sasa mimi niwatie shime, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, tumeweka mguu sawa kwenda katika uchaguzi wa serikali kuu. Niwaombe sana vijana wenzangu, twendeni tukamchague kwa kura nyingi na za kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi watakaosimamisha, lakini pia kwa wale vijana ambao watakaotamani kugombea na kwa kuwa vyama vyao vimewanyima haki yao ya msingi kugombea, sisi Jumuiya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tunawakaribisha katika chama chetu, chama chetu, Chama cha Mapinduzi, waje tuungane nao katika kutafuta viongozi wazuri watakaokwenda kupeperusha bendera ya chama chetu na mwishowe kwenda kuongoza Tanzania yetu. na ndugu zangu, hapo nyuma nimeeleza vyema kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na ni kweli mwenyekiti wenu wa vijana amesema vyema kwamba katika miongoni mwa malengo ya ziara yangu ni kuja kuwahamasisha vijana kujitokeza kwa wingi kwenda kuwania nafasi mbalimbali katika uchaguzi wa serikali kuu. Hivyo niwahamasishe vijana nikuhamasisheni, tokeni, nendeni mkajaze fomu. Baada ya kuchukua fomu, ukisha kuchukua fomu, rudi, nenda kajaze fomu. Baada ya hapo, nenda ukarejeshe fomu. Jina lako kurudi ama kutorudi, tuachie sisi, vijana wenzako, tuko tayari kukusaidia. Na hapa niweke wazi Vijana, muda mwingi tutakumbushwa mna haki ya kupiga kura, lakini viongozi wengi wanashindwa kutukumbusha pia tuna haki ya kupigiwa kura. Kwa hiyo vijana, msirudi nyuma, tuendeni mbele, mkawanie nafasi mbalimbali katika uchaguzi huu kwa lengo na nyinyi kuweza kuongoza katika maeneo yetu. Nafsi yangu nikasema chama hiki kimekufa. Na kwa kweli ndio siku ambayo nilinunua sanda nikaenda kuzika bila wao kujua, chama kile kimekufa na hakipo tena, watu wale ni kama wamelala mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkutano huu ni wako, vijana hao wako tayari kukusikiliza Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini kabla ya kumaliza, najua umeona zawadi nyingi sana umeletewa za kila aina. Sisi wakazi wa Njombe tunatambulika kwa iconi moja tu ya parachichi. Sisi tunaita green gold, dhahabu ya kijani. Mheshimiwa mwenyekiti, tumekuandalia package ya kisasa ambayo punde sipunde ikiingia, tutakukabidhi hapa, kwa sababu parachichi ile mheshimiwa mwenyekiti inapita kwenye mashine, inapimwa, inapimwa kwa kilo, inapakiwa vizuri, inawekwa na sildi. Parachichi utakayokula mheshimiwa mwenyekiti ni parachichi anayokula Donald Trump parachichi ile iko tayari kufanyiwa exportation. Sisi tukasema hatuespoti, tunampa mwenyekiti wetu na kamati yake ya utekelezaji. Sisi oye mwe. Mheshimiwa mwenyekiti, umekuja na ajenda. sehemu zote tulizopita, Sehemu zote tulizopita, Mheshimiwa mwenyekiti, umekuja na ajenda: vijana wajitokeze kwa wingi kushiriki uchaguzi. Mheshimiwa mwenyekiti, nakuhakikishia vijana mkoa wa Njombe tumeweka mpango madhubuti kuhakikisha kila sehemu yenye uchaguzi vijana wanaingia. Kama ni udiwani, vijana watachukua fomu za udiwani. Kama ni ubunge, vijana watachukua fomu za ubunge. Kama ni u... nafasi nyingine yoyote itakayogombewa, kasoro nafasi moja ambayo aliyepo wanajitosheleza ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini katika kuyafanya hayo, vijana wenzangu, lazima niwasihi. Siasa sio vita. Siasa sio, lakini pia kuna maisha baada ya, kuna maisha baada ya siasa.